Habari zenu ndugu zangu watazamaji wa chaneli yetu pendo zaidi ya Sharifu Ramadhani ama Tabibu Ramadhani. Leo nimeletea pete ambazo ni ya kijani ama yenye kitu cha kijani pete. Hii nimetengeneza pete hii kwa sababu ya taarifa. Pete hii iko special kwa sababu ya taarifa, yaani taarifa tunasema ni hisia kali. Pete haiko kwenye mvuto, bali ipo kwenye hisia ya kali au kufahamu jambo kabla mwingine hajalifahamu. Kwa hiyo pete hii nimetengeneza kwa sababu ya hivyo, na pia kwa ajili ya tiba. Kwa wale wataalamu ambao ni waganga wa kienyeji, pete hii ni nzuri sana ukipata, kwa sababu ya tiba. Lakini pia kwachia mbali ya matabibu au washarifu ama, ama waganga wa kienyeji Pete pia inaweza kukufaa wewe ndugu yangu ambao unaweza kaivaa, na pia iwe ni mkeo au mwanao au nani kapata matatizo, basi mkono uliovaa pete hii na uwezo wa kumwekea mkono sehemu hii ambayo anaumwa mtu huyo mgonjwa, ama iwe ni mwanao iwe ni nani, na ukasema tu maneno ya Mwenyezi Mungu, basi na akapona wakati huo huo na akapata nafuu na maumivu, labda kama ni kichwa ama ni tumbo, yakaisha akaisha kabisa. Kwa hiyo pete hii ina nguvu kwenye maswala ya tiba, na pia kukupa hisia kali ama umachale ama mfano, kama mkeo ama mume anakutokea nje, basi pete hii itakujuza kwa haraka sana. Je, inakujuzaje? inakujuza kukukupa inakujuza hisia kali sana ama Mewe anaporudi kama ametoka kuchepuka ama mke tayari, pete hii inakupa hasira automatic tu, inakupa hasira, basi lazima ugundue na ukimbana, huyo mtu hawezi kukuficha kwa sababu pete hii inamfanya mtu kuropoka. Mtu anaanza kuropoka na kuomba radhi, tayari unagundua kwamba alikukosea. Kwa hiyo karibuni sana kuweza kupata mzigo huu mpya. E, eh, kwa